Lakini tunatambua umuhimu wa kukuwezesha kufanya kazi kwa ufanisi kwa kukupatia wabunge wa Chama cha Mapinduzi. Tunakuhakikishia kama bunge linalomalizika sasa, wabunge wote ni wa CCM, na litakalokuja kutoka Pwani wabunge wote ni wa CCM. Na ninaamini kwa nchi nzima itakuwa hivyo hivyo. Pia tutakuletea madiwani wa Chama cha Mapinduzi ili halmashauri za wilaya na miji zote ziwe chini ya uongozi wa Chama cha Mapinduzi. Hatuko tayari Mheshimiwa Rais na mgombea wetu, kuchanganya pumba na mchele katu hatufanyi biashara hiyo. Tunayajua madhara yake na hatutathubutu kufanya hivyo. Ndiyo maana tunasema Oktoba tunatiki mara tatu kwako Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Bunge na madiwani. Mwisho nikupe pole na hongera kwa kampeni, umechanja mbuga kweli kweli. Ulianzia Dar es Salaam, ukaja Morogoro, ukaja Dodoma mpaka nashindwa na nasahau, nashindwa hata kusema. Umetoka Lindi na Mtwara ndo umekuja hapa. Kinachonifurahisha na kutia moyo ni kwamba unaonekana una afya nzuri, unaonekana una afya njema. Naamini utamaliza salama. Tunakuombea umalize salama. Tena kwa ushindi mkubwa ili Watanzania waendelee kunufaika na uongozi wako. Umeiongoza nchi yetu vizuri. Wewe ni mama mwema. Unajali changamoto za wananchi unaowaongoza na mwepesi kuchukua hatua kama zilivyoelezwa na waliotangulia kuzungumza. Nchi yetu ina umoja. Nchi yenye makabila mia moja na ishirini mbali mbali, wa rangi mbalimbali, waumini wa dini mbalimbali, lakini hakuna ugomvi wa kikabila hakuna ugomvi wa kidini wala hakuna ugomvi wa maeneo. Muungano wetu ni imara na bado unaendelea kuwa ni wa kupigiwa mfano barani Afrika na kwa nchi nyingine. Tunashukuru pia nchi ni tulivu, maendeleo ya kiuchumi na kijamii yanapatikana na yanaonekana na una maono mazuri kwa miaka mitano ijayo mpaka miaka ishirini na mitano inayofuatia.